Kwa namna mwenendo wa siasa za Chadema unakoelekea, nimeona ni vema nitamke rasmi kwamba kuanzia sasa ninajivua nyadhifa zote nilizo nazo na kwamba kuanzia sasa sio mwanachama tena wa Chadema. Siasa za makundi sitaweza, visasi vilivyopo, siasa za matusi kwenye mitandao, kwenye magurupu sitaweza na juzi hapa nimegombea nafasi ya makamu mwenyekiti Bawacha. Kampeni ziliendelea, huyu ni G55, huyu ni CCM, mtoeni kwenye makundi, mtoeni kwenye makundi. Kwa hali hiyo, future yangu ya siasa haiwezi kuendelea kufanya kazi na watu ambao tayari wanasema wewe sio wa kwetu. Nimeona niwajulishe Watanzania wanasongwe wana Mbozi kwamba kuanzia sasa sitahusishwa na shughuli zozote za chama. Mwenyekiti Freeman Mbowe aliyepita alitufundisha ndani ya chama chetu nidhamu kubwa, kumheshimu kila mwanachama wa Chadema. Tunapoingia kwenye uchaguzi, kila mtu anajua kilichotokea, kuchafuana sana, misingi ya Chadema inapotea na tumaini la watu lilikuwa ndani ya Chadema. Nilijiunga Chadema kwa sababu nilisoma katiba ya Chadema kwamba itasimama na wananchi. Leo Chadema ndio inayoongoza maneno magumu, matusi hivyo, na mimi kuanzia leo sio mwanachama tena wa Chadema.